Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Butoke Media, napenda kukukaribisha katika mfululizo wa masomo na vipindi ambavyo tumevipatia jina linalosema siri za elimu ya kiungu au the secret of Divine education kwa mujibu wa lugha ya wenzetu. Lakini katika vipindi hivi utakuwa pamoja nami mwalimu na mwinjilisti Jofrey Mussa ambaye nitakuwa na wewe katika mfululizi wa masomo haya tangu sasa hata tutakapokuwa tukihitimisha. Hivyo nipende ukaribisha uendele kufuatilia kupitia Butoke Media, na sisi tutakuwa hapa kwa ajili ya kukubariki kwa njia ya mafundisho na masomo mbalimbali yahusuyo elimu ya, ya kiungu. Tunajua yes, katika ulimwengu tuliopo iko elimu ambayo ni elimu ya kidunia ambayo itakufanya upate nafasi na upate elimu kubwa ambayo itakupatia maarifa katika nyanja nzima ya maisha haya, lakini iko elimu pia ya kimbingu ambayo ina uwanda mpana sana katika maisha haya, lakini pia maisha kwa ajili ya uzima wa milele. Hivyo tangu sasa, kwa pamoja nasi, na Bwana atakubariki. Karibu sana na asante.